mtu anampigia bwana um, kuhusiana na maandalizi ya sikukuu. Sasa bado si sijaanza kuanza hili jamani. Subiri madhani ya 26 pale at least. Sasa huko vitu vitakuwa vishapanda. Sasa vikipanda mimi ndo natoa hela au yeye? Mimi nalipa. Sasa kwa nini ana wasiwasi? Burdani kabisa bwana. Lakini tumekuwa na hapa. Ni moja moja kati kati ya ya nimefuatilia sana. Mtu ambaye huenda kwenye mechi zote tangia zinaanza mpaka sasa hivi umehudhuria, mm. kitu gani ambacho kilichokuvutia katika viwanja hivi vya nikosheni hapa jijini Dar es Salaam? Ami, Alikiba ni kakaangu, tuko hapa kwa ajili ya kusapoti hicho. Kianzisha, ameanzisha kitu kizuri, ambapo kupitia mashindano unaona vipaji vingi vya vijana ambao wanaweza wakaendeleza vipaji vyao kupitia watu ambao wanakuja hapa na platform zingine zinazotokea kwenye haya mashindano. So, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunafuatilia kwa karibu, lakini pia mpira ni burudani e, nakuja kupata burudani

Alikiba amna boli sana. Mario. Mnyanyaje sana. Boli ulikute <laughs> <laughs> boli boli, boli kwa Jawai. <laughs> <laughs> Ah. Yani Konde kwakidogoadaa <laughs> anu... ni mtu ana idea, ila mwili hautaki unakata. Mwili unakataa. Unakataa, Mwili unakataaunakataa akili inataka. Hatari <laughs> sana. Lakini yeah. Said, umemake tulishuhudia pale kwenye tuzo za comedy ambazo Umemake headline. Zilifanyika mpaka saivu unaendelea kusumbua mitandaoni hmm. Nimeona pia Dodoma pale kuna bango Sio bango, linaitwa billboard. Billboard ile. Eh. Yeah. Umetumia milioni yeah. Bango linaishia laki moja, kishafika milioni saba, hiyo ni billboard. Hela yeah. <laughs> za kutengeneza Anya mwamini kama mimi na fedha. Yeah. Ah, <laughs> <tita, laughs> <minijay. laughs> Basi wakati kila siku una bolt? Yeah. Ingia Google yeah. andika Side Side Networks <laughs> <laughs> Sasa hivi utajiri wangu unaonekana gogo jana. Hapana, mimi ni idea ilikuwa nayo toka mwanzo nikaambia Clay Coin Daro kwa nataka niweke billboard. Ananiambia, nikasema tunataka tuanzie da, nikasema hamna, ngoja tuanzie mikoani kwanza, afu tutakuja da. Ndio nimeanzia Dodoma, napatia kuweka Morogoro pale naweka bango, naenda kuweka Mwanza, bango, kuweka Mbeya na Arusha Watu wamekuwa na kudis kutokana na bango bango ambalo umeliweka. Au, naambia nini watu wanao kudis kutokana na bango lako? Jamani, picha ya kwangu, yeah. Fedha za kwangu. Bango nimelipia mimi, unakasirika nini? Hizo kuapa si wao. Kwa kwamba nikiwa na wewe kama una yeah. shida ungekuja kuniomba usubiri niweke bango useme la, ningekupa mwenye shida aje DM. Yeah. Wengine wenzao mbona wanakuja? Ayo, uh, ile picha ya Mheshimiwa Rais Samia, chupa ninayo kesho na posti vikombe pia a, nataka nitoe miwani za watoto. Ntatoa, nitakuwa na yagawa hapa uwanjani e. Nadhani kwenye mshindi zawadi za mshindi wa haya mashindano nitaongeza pia na mpira wenye picha yangu na Samia e. Ukijitoa e. kwa sababu wanakupa maua yako unatupia mm. mm. kuna comedian mwingine anayekufikia fikia kidogo kwenye masuala mazima ya kutupia kutua ya kuvaa eh. Labda ndalo kijana wangu na kwa niomba ushauri yeah. Viwalo ni hapana eh. Sawa kule. Unajua nguo zinauzwa bei rahisi sana za za kiume hakika na complicate? Hamna mchekeshaji ambaye anashindwa kununua nguo. Washavuka chekesha huko. Lakini wachekeshaji wengine hawapoi kama wewe. Asa inategemea kuvaa, kupendeza ni tabia. Ndio, kama una tabia hiyo unaweza kuwa na hela nyingi, sio kwamba mtu anipendeza na hela yani, ni tabia. Mimi na tabia hiyo yani, mimi hata nikichili nyumbani ni yani low stock bado napendeza mimi, napendeza hadi nikivaa uhusika <laughs> autaki A -a -a. Sema ukiwa kama comedian comedian, mm -hmm. mnakutana na vitu vingi sana viwe mkiwa majukwaani na nachekesha watu sometimes, unakuta unachekesha, lakini uh, support huipati kubwa kwa mashabiki. mm -hmm. hata ukipita mitandaoni pia unakutana comment, bwana Said, mm -hmm. Said, hujafanya vizuri the mm -hmm. baada ya kushuka stijini, au ukisha comment kama ziwe, unachukua hatua gani kuhakikisha kwamba show ijayo unaapa kile ambacho, chakula ambacho kinachostahili. Najiandaa tu ipasavyo na show inayofuata kwa sababu mtu kutokuchekesha kuchekesha inakuwa ni siku mbaya kazini kama inavyotokea kwenye maofisi mengine na ofisini kwetu inatokea hivyo hivyo. Ndio. Eh. Na wewe kivipi unaandaa content zako? Ah, ni muda gani ambao unatumia kuandaa labda wiki moja, siku mbili? Mimi naandika content kila muda. Mimi naweza ni show, show ya sasa hivi nikatumia content ambayo niliandika mwaka juzi. Kwa hiyo mimi, simu yangu, laptop zangu, kila kitu la, nikifungua tu hivi nakuta juzi, nilizoandika. Kwa hiyo nachagua, leo nataka nitumie hivi.

Vipi vipi? Ile ile style style yako muda mrefu ya kusuka. Ah, ah, mwezi mtukufu sasa hivi, kitambo. Ah, sasa unajua Ramadhani huaga eh, kuna muda wa kujiandaa. Yaani, utoe nywele tu kisa Ramadhani imefika? Kuna muda wa kujiandaa na Ramadhani alafu kuna muda wa kuisindikiza Ramadhani. Kwa hiyo siwezi, siwezi kuambia kifika tu idi nasuka, kuna eh, miezi kadhaa ya kuisindikiza Ramadhani.